Microsoft Excel. Na haya ni maswali mengi sana ambayo nimekuwa nikiyapata kutoka kwa wanafunzi wangu ambao wananitazama kupitia YouTube channel hii ya Tanzania Marketing Pro. Watu wengi sana wamekuwa wakiniuliza kwamba, na mna gani tunaweza tukakupata mwalimu ili tuweze kujifunza zaidi kuhusu uh, darasa la Microsoft Excel sasa. Leo nimeona kwamba ni vyema sasa nikarudi tena upya ili tuweze kuendelea na darasa letu la Excel na iweze kui kuitumia kadri uwezavyo. Hebu tuangalie Microsoft Excel ni hii hapa kwenye kompyuta yangu. Nimeipini hapa chini na ukisha kuja hapa basi unaweza ukafunguliwa kitu kama hichi. Wewe cha kufanya njoo moja kwa moja, hizi hizi tunaita template hizi, lakini wewe njoo hapa kwenye blank workbook, fungua pale. Microsoft Excel yako inafunguka kama hivi. Baada ya kuifungua, basi utaweza kuona hapa kuna hii tabu ambayo inaonyesha riboni. E, ya vitu mbalimbali ambavyo vinaweza vikaa vikatumika kwa ajili ya kuandaa kazi zako mbalimbali mbali, kama vile kuchakata taarifa kwa ajili ya utunzaji wa kumbukumbu na kuendelea. Sasa hapa unapokuwa kwenye home mimi nitakuonyesha hapa jinsi vipengele hivi vinavyofanya kazi. Hichi ni kipengele cha kukata, cha kuhamisha kipengele cha kukopi na hapa kuna paste na hapa pia kuna kuna kipengele cha kupaint. Unaweza ukapaint seli yako. Hapa kuna fonti na hapa una koleza na hapa una unalaza mwandiko lakini pia fonti, jamani, mwandiko hapa unapiga uh, una mstari chini yake. Na hapa unakuja, eh, unachola boda hapo, unaweza kaona kuna boda mbalimbali, yani mipaka mbalimbali, utaona hivyo vitu baadaye. Saizi ya mwandiko wako, haya, kuna kuja hapa, kuna kuongeza size, kuna kupunguza size, lakini pia kuna rangi hapo. Unaweza kuchagua mwandiko wako onekanaje. Hapa nakuja kwenye alignment. Je, e, eh, kazi unayoifanya iende kushoto au iwe katikati au iende kulia. Hivyo ndivyo ambavyo tunavyo eh, tunavyo tunavyotakiwa kutumia hizi e, eh, alignments hizi tools, lakini pia unaweza ukaja hapa ukakuta kuna crop na kuna kumage. Maana yake naweza nikachukua vyumba vyangu vyote hivi nikavimage, hapa merge and center, nikapata mstari mmoja tu. Tuone sasa huku kuna vitu gani. Unaweza kuona ninavyo click hivi kuna vyumba vyumba vinatokea. Hivi vyumba Eh, ni, ni, ni, ni, ni vitu gani? Yani, kwa mfano sababu kuna mtu ndio leo ameanza kujifunza Microsoft Excel na haelewi ataanza vipi? Ay ah, basi tunaanza hapa, kuna hizi a b c d e f, eh, sasa mimi nataka nishike hivi mwanzoni kutoka pointi hii alafu nakuja pointi ya kulia. Sasa hizi tunaziita row, na hizi herufi elu, unazoziona hapa ni herufi ambazo zinatumika kuzi kuzitambua seli. Tumeelewana? Haya, halafu tunakuja hapa. Nikishika hapa kushuka chini, eh, kushuka chini hivi. Hizo ni namba. Hii inaitwa column. Nikishika hivi na shuka hivi. Hii ni column. Lakini hii hapa nikishika ni row. Hii hapa ni column. Hii hapa ni column. Ni column. Sasa tumeona, kwa kumbe column ni nini? Column, eh, ni hivi vyumba vinavyoanza juu, vinashuka chini. Row ni hivi vyumba vinavyoanza mkono wa kushoto kwenda mkono wa kulia. Nafikiri tumeshaelewana hapo. Sasa kadiri unavyopishanisha kolam na row tunapata kitu kinaitwa seli. Hii hapa ni seli, ni seli, hii ni seli, hii ni seli, ni seli, ni seli. Tumeelewana? Hizo ni seli. Na siku nyingine nitakuja nitakuja ku, kuelekeza namna jinsi ya kuzi namna jinsi ya kuzisoma. Sasa niki kliki hivi manake nakuwa tu nimeipa nime usalama wa hiyo seli yangu kwa maana iko active. Lakini nikitaka niandike hapa naweza kuandika. Hapa naweza kuandika hapa. Nikiklik mara moja tu, naweza kuandika inakuwa kitu kama hicho. Tumeelewana? Lakini hapa nikiklik hivi tena naweza nikaandika eh, naweza kuona hapo eh, naweza nikaandika hapo. Okay, sasa labda kwa mfano nimekosea. Je, yeah, jina hili nitaandikaje? Maanake nikiandika nikiweka hapo jina inabadilika Eh, jumla ah, kama nimekosea, utafanyaje? Uta edit uta click uta ndani, maanake unaweza kaona hapa. Ukiclick ndani, mimi sasa hivi naweza nikafuta labda hiyo m, umeona, alafu nikaweka elo, ikawa jula hivi tu, kama hivyo. Kwa hiyo hapo ndivyo ambavyo unaweza kucheza na seli, na hii inaitwa seli jamani. Hii hapa inaitwa seli, hii hapa inaitwa seli hivyo. Kwa hiyo hizi seli ukizishika zote au ukashika kifungu cha seli hivi, zinaitwa range, zinaitwa range. Kwa hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufanya. Sasa kuna mtu haelewi, anaona kuna vyumba vyumba. Je, nikitaka kuandika sentence yangu inakuwaje kwenye hivi vyumba? Jamani, ukiandika, kuandika kichwa cha cha habari ni rahisi sana. Unaweza ukaandika hapo mm, labda ukaandika hapo uh, kibamba Kibamba hospital. Eh, unaweza kaandika hapo Kibamba Hospital. Yeah. Kibamba Hospital. Okay? Unaweza kuona hapo. Sasa ili niweze ku-merge, nachukua mstari la labda mpaka hapa. Ehe, vyumba hivyo vyote na vitengeneza na viweke pamoja. Na kuja hapo nasema merge and center, unamclick huyu huyu. Wow, tume-merge hapo. Sasa unaweza kuona hapa tumepata mstari mmoja. Lakini mstari wetu umetoka kwenye A umekuja kuishia kwenye E. Na ninaweza kufanyia manjonjo nikaubadili rangi hmm? Hapa nikabadili rangi, si ndio? Nikaboldi ehe, afu nikachagua labda fonti hmm? Nikachagua fonti, nikaja huku, labda nikapendezwa na fonti gani? Ehe. Zipo nyingi nyingi, huyu Arial, Arial, huyu Arial nimependezwa na huyo hapo. Si kama kitu ambacho una, una, una nafikiri unapata kitu. Aya, sasa nataka sasa ku, kuweka taarifa zangu, naweza nikaweka hapo SN. SN, alafu nabonyeza alama ya mshale alafu hapa naandika labda name, alama ya mshale alafu hapa naandika labda gender, alafu eh, gender. niandike hapa sex alama ya mshale halafu hapa niandike labda h. Alama ya mshale halafu hapa niandike uh, niandike religion. Alama ya mshale alafu nije niandike labda les, les densho, area okay. Basi naomba kuishia hapa sasa nimeandika hapo, unaweza kuona ili neno limepitiza chumba mpaka huku. Nikitaka kuliweka sawa na kuja na kliki hapa, na naweza nikachukua vitu hii column na hii column na yenyewe pia nika i bold, nika bold, lakini pia nikaja hapa kwenye kwa line nikaweka katikati. Lakini nikija hapa nakuta kuna nafasi hiyo seli ya SN serial number niku, ni, ni, nafasi kubwa sana, na kliki tu hapa Imesha balance vitu vyangu, viko vizuri. Haya, hapo nakuja na naanza ku type namba moja mbili tatu. Haya, nikisha type namba tatu nakuja hapa naandika hapo majina sasa. Huyu ni Elisha John na na, inje, na enter. Alafu naandika hapa e, Juma Hamis enter. Nakuja andika Shaban Haj. Nakuja na enter. Kwa moja haya, vile vile naona hivi vitu hapa, nikishika hii column eh, hayo maandishi yamepitiliza kwenye hicho chumba. Nakuja hapa katikati. Nikikliki, boom mambo yamekuwa vizuri. Nakuja hapa sex. Sasa sex hapa, haya, kuna kitu baadaye nitakuja kuwafundisha, lakini kwa mwanzoni basi unachokifanya unaandika tu hapo, labda eh, tunasema labda ni mail Eh, huyu ni mail eh, kama ni mail wote ni mail, basi sina haja kurudia rudia kuandika na kuja na shika hapa na na kasa yangu na kompyuta hapa eh na na, na utifir wow, imekuwa mail vitu kama hivyo. Nakuja age. Haya, huyu atakuwa na 25, huyu atakuwa na 67 na huyu atakuwa labda na 44. Haya, nakuja na enter. religion huyo atakuwa labda ehe, Christian, Christian, uni Christian oi. Kisha huyo atakuwa ni Muslim, Muslim, Muslim ai. Na huyu pia atakuwa ni Muslim, bado una pia na utifili hapa naweka kitu kama hichi, nakuja residential, hapa huyu naweka hapa labda Ghana, huyu hapa Tanzania, ehe, Tanzania, alafu huyu naweka hapo Uganda. Inakuwa kitu kama hicho. Sasa hapa nikija na highlight ehe, nashikilia hivi, alafu nasema naweka all borders nakuja hapa. Jamani, hapa kwenye home hapa, nilishazungumza pale mwanzo, all borders. Na click hapa, all borders, wow, boom, imetiki umeona, taarifa zetu zimekaa vizuri, lakini kuna kitu kimebakia hapa. Tunatakiwa tu set hizi taarifa zetu tuzialaini, ziwe katikati. Nakuja hapa alaini katikati, lakini tunamchukua huyu hapa, safi kabisa Unaweza ukaona hapo zimejiweka katikati, lakini nafasi naona kuna wengine wana nafasi sana, na adjust ehe, nakuja na click hivi ehe, na click huyu hapa, imekaa sawa. Unaweza kuona tebo yetu imekaa vizuri kabisa, na huyu labda. Ehe, naweza nika-, nika paint hapa ehe, nika fill bucket. Labda naweza nikaweka njano naweza kupata kitu kama hicho. Sasa hivi ndivyo ambavyo tunatumia Microsoft Excel, na kwa hatua ya kwanza kabisa nafikiri utakuwa umenielewa nini ambacho nilikuwa nakifanya. Kwa hiyo kitu cha msingi hapo ni kufungua Microsoft Excel yako na kuanza kuingiza taarifa, halafu uanze sasa kujilizisha hapa. Kumbuka, kama una kama unakumbuka mwanzoni hapa tuli merge na ikawa center, lakini mstari mwingine bado, hapa naleta hapa na merge tena Inakuwa center kitu kama hicho, boom, hapo safi kabisa. Sasa hivi you know, unaweza unaweza kaona e, tumeandaa e, kazi yetu nzuri kabisa kwa kutumia Microsoft Excel, simple kabisa kabisa, kazi hiyo kuiandaa kwa labda kutumia e, Microsoft Word ni inawezekana, lakini sasa kwanza kuchora chora hiyo mistari inachukua muda. Sisi tumefanya tu hapo chap na tumekamilisha. Baada ya hapo utakuja kwenye ku save, utakuja kwenye file, utakuja kwenye file utakuja kwenye servers alafu utakuja kwenye browse, inafunguka, chagua wapi unakwenda kuweka kazi yako. Kama ni document basi unaweza ukakliki hapo document. Kama ni desktop uione kwa haraka haraka, unaweza ukakliki hapo desktop, alafu book one hapo, unaweza ukaipa jina, ukahighlight hapo, kaandika baada Uh-huh. Labda uh, labda customer details 2025 kitu kama hicho. Excel workbook, kwa maana nyingine, unaweza ukiacha ikiwa kama Excel workbook, unaweza ukaifanyia maboresho muda wote unapojisikia kuongeza taarifa au kupunguza taarifa, basi nakuja hapo na kliki save.